Karibuni Tanzania Tek. Leo naenda kuonyesha njia mpya na rahisi kabisa ambayo unaweza kuitumia wewe kupima mapigo yako ya moyo kwa urahisi kabisa kwa kutumia smartphone ya aina yoyote. Njia hii ni nzuri sana guys, naenda kusaidia wewe kuweza kupima mapigo yako ya moyo kwa urahisi kabisa kwa kuweza kutumia smartphone yako. Basi bila kutazama muda, tuende tukangalie njia hii. Kwa kwanza basi guys, unachotakiwa kufanya ni kudownload application hii iko hapo chini kwenye description. Application hizi ziko za aina mbili guys na eh, kwa kwanza nianze na application ya kwanza. Application hii ya kwanza guys unachotakiwa kufanya ni kudownload application hii. Application hii haiko kwenye soko la Play Store kwa sababu imeondolewa hivi siku za karibuni e, kutokana na kwamba kampuni hii imedai kwamba e, inazuia data zake kuweza kutumiwa na kampuni mbalimbali mbali, ambazo zinachukua data na kuweza kuzimonetize. So, imeweza kutoa application hii kwenye soko la Play Store ili kuweza kulinda data za watumiaji wa application hii. So, baada ya kudownload application hii kupitia link iko hapo chini kwenye description, unachotakiwa kufanya ni kutengeneza account baada ya kutengeneza account moja kwa moja, unachotakiwa kufanya, utaruhusiwa kuingia kwenye application hii, na moja kwa moja unachotakiwa kufanya ni kubofya sehemu iliyoandikwa scan vital. So ukiklik hapa guys, utaweza kuona maelezo ambayo ni marahisi kabisa. Unachotakiwa kufanya ni kubofya hii sehemu ya start scan. Baada ya flash, nyuma ya simu yako itaweza kuwaka na unachotakiwa kufanya ni kuweka eh, kidole karibu na flash. Eh, kidole hicho kitaweza kumulikwa na flash na kamera yako ndio itaweza kutumika kuweza kupima eh, mapigo ya moyo kupitia eh, damu na hivyo utaweza kuona matokeo moja kwa moja. So unachotakiwa kufanya guys ni kufungua application hii. Baada ya kufungua application hii utabofya sehemu ya start scan na moja kwa moja kwa eh, flash nyuma ya simu yako itaweza kuwaka na weka kidole karibu na flash yako na e, pia hakikisha kidole chako pia kimezibwa kwenye sehemu ya kamera na moja kwa moja. So unachotakiwa kufanya ni kuendelea kusubiri. Baada ya muda utaweza kuona matokeo moja kwa moja kulingana na, itaweza kukwambia vizuri kabisa. E, na e, tafiti mbalimbali mbali zilizofanyika e, application hii imeonekana inaweza kufanya kazi kwa urahisi na kwa ubora zaidi, na watu mbalimbali wamekuwa wakisema kwamba aplikesheni hii inafanya kazi kwa usahihi. Hivyo natumaini aplikesheni hii itaweza kusaidia kujua dalili za awali. Kama una tatizo lolote ni vizuri kuweza kwenda hospitali ili kuweza kujua e, una shida gani. So hakikisha guys utumia application hii kama msaada wa kiafya. So e, hakikisha unaenda hospitali kwanza e, ukapate ushauri wa daktari e, kuliko kutumia application hii peke yake. Lakini kulingana na tafiti mbalimbali inaonekana application hii inafanya kazi vizuri kabisa. Unaweza kujaribu moja kwa moja na utaweza kuona matokeo e, kupitia simu yako ya mkononi ya Android au kama pia unatumia simu ya iOS. Moja kwa moja unaweza e, unaweza kutumia simu hiyo kuweza ku jua eh, mapigo yako ya moyo yanaendaje, ya guys. Application ya pili guys, eh, inayo pia yenyewe inafanya kazi hivyo hivyo. Eh, kama unavyoweza kuona hapa guys, unachoelekezwa ni kile kama ambacho kimepita kwenye application iliyopita. Unachotakiwa ni kubonyeza sehemu ya start measuring, na utaweka kidole chako karibu na flash na karibu na kamera na moja kwa moja kidole chako kitaweza kumulikwa na, na utaweza na na na kuanza kuona mapigo ya moyo yakiweza kuskaniwa. Na kama unavyoweza kuona application hii imekuwa recommended paka Stanford of Medicine na unaweza ku na application hii ina uwezo wa kufanya vizuri eh, kama inavyoonyeshwa eh, guys. So unachotakiwa kufanya guys ni kuweka kidole karibu na kamera pamoja na flash. Hii itakusaidia kuweza kumulika E, kidole chako na moja kwa moja utaweza kuanza kuona saa application hii pia ikianza kupima mapigo yako ya moyo moja kwa moja kwa kupitia smartphone yako. Kama nilivyokuambia guys, application hizi zinafanya kazi vizuri kabisa, lakini vile vile ni vyema kufahamu kwamba e, usitumie application hizi kama sehemu ya kutambua afya yako. So ni vizuri kwenda hospitali na kuweza kujua afya yako e, lakini application hizi unaweza kuzitumia kwa ajili ya research na mambo mengine mbalimbali. That's it guys, hiyo ndio njia fupi na rahisi ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo. Like, subscribe na comment. Kama una swali lolote lile, unaweza kuuliza kupitia sehemu ya maoni hapo chini. Mpaka siku nyingine guys, endelea like kutembelea tovuti ya Tanzania Tech, bye.